Zaidi ya shilingi bilioni tatu na milioni mia sita tisini na mbili zimetumika kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali katika kata ya Gelai Lumbwa, wilaya ya Longido, mkoani Arusha, kwa mwaka elfu mbili na ishirini hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tano Hayo yamebainishwa na diwani wa kata ya Gelai Lumbwa, ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Longido, Mheshimiwa Simon Oitesoi, wakati akisoma taarifa ya utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali, ndani ya kata hiyo mbele ya wananchi katika mkutano wa uliohudhuriwa pia na naibu waziri wa madini ambaye ni mbunge wa wilaya Longido Mheshimiwa Dr. Steve Lemomo Kiruswa. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mungu Kini, vile vilevile ukushukuru hii binafsi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika shughuli ya usomaji wa utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, taarifa yangu hii imegawanyika katika sehemu kuu tano. Sehemu ya kwanza kwenye utangulizi, ni miradi ya maendeleo, lakini pia kuna mafanikio, lakini kuna changamoto na maoni na mapendekezo na shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaanza na sekta ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyofahamu kwamba katika miaka mitano iliyopita 15 20, hatukuwa na kituo chochote cha serikali katika kata hii, lakini kwa awamu hii tuna, tuna zahanati mbili ya serikali na tuna kituo cha afya cha serikali ambapo katika kitongoji cha Esokonoi kutoka kijiji cha Lumbwa tulifanikiwa kujenga zahanati ambao kwa sasa inatoa huduma kwa wananchi waliopo katika kitongoji hicho, lakini isitoshe katika kijiji cha Osiosi osi, ambao ni una, kwa mazingira unafahamu mazingira yake ni magumu, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tukiwepo wasaidizi wake nikiwepo mimi na wewe tumefanikiwa kujenga kituo cha afya cha kisasa ambayo juzi tu tayari tumeshapata milioni 30 ambao kwa sasa ninavyozungumza, ziko kwenye akaunti ya kijiji kwa ajili ya madawa na fenicha kwa ajili ya kukamilisha hospitali hiyo iweze kufanya kazi. Lakini tumefanikiwa kupata shilingi milioni mia sita kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya ni serikali ya daktari Samia Suluhu Hassan imesababisha kupata kituo cha afya cha kisasa yenye bati za kisasa, msauzi kijani kijani kama bendera ya Chama cha Mapinduzi. Kama itoshi niliwaahidi wananchi wa kijiji cha Laililai kwamba kabla sijamaliza awamu yangu hii watenge eneo, na tayari alimashauri kupitia mapato yake ya ndani. Naomba sana nichukue nafasi kuwashukuru madiwani wa Chama cha Mapinduzi kwa kuipa kijiji hicho milioni 15 kwa kuanzia zahanati katika kijiji hicho <coughs> na hapa tunapozungumza tayari milioni 15 inasoma kwenye akaunti. Naomba nitoe tafsiri ya milioni 15 kwa sababu kumekuwepo na watu wa na kwenye mitandao ya kijamii hasa kwenye kata hii, wanauliza maswali, milioni 15 inatosha haitoshi? Jibu rahisi tu, haitoshi. Hatuna kituo cha afya cha milioni kumi na tano, lakini nichukue fursa hii mbele ya halmashauri kuu hii iliyoboreshwa na mbele yako Mheshimiwa Naibu Waziri na mbunge wetu, kumpongeza mwenyekiti wa kijiji cha Laililai kwa kuchangisha wananchi milioni tano na kwa sasa tuna milioni 20 pa kuanzia. Ninachotaka kusema ni nini? Ninachotaka kusema ni kwamba tuna sapoti nguvu za wananchi kama halmashauri kwenye mapato yetu ya ndani hapajawahi kutokea, lakini baraza hili la Chama cha Mapinduzi ndio mtazamo wao na ndio malengo yao kusapoti nguvu za wananchi waweze kupata huduma ya afya. Kwa maana hiyo, kama wananchi wa kijiji hicho mtazamo wao ni kujenga nyumba hiyo iweze kufika lenta, lakini mbele ya hadhara hii pia ni kushukuru wewe binafsi kwa sababu uliposikia mapato ya ndani ya halmashauri milioni 15 lakini baadaye wananchi milioni tano, wewe mwenyewe kwa mfuko wako binafsi umetusapoti simenti mia moja pa kuanzia. Afya oye! Afya oye! Mheshimiwa naibu waziri na mgeni rasmi, eneo la elimu kama tunavyofahamu kwamba katika ukitaka kuondoa pia umaskini lazima tuwe na elimu, lakini lazima tuwe na mazingira mazuri ili tuweze kuwapata wanafunzi bora zaidi. Mheshimiwa naibu waziri, elfu mbili kumi na tano elfu mbili na ishirini tulikuwa na shule mbili pekee katika kata yetu kwa maana ya shule ya msingi Lumbwa na shule ya msingi Langisapuki, lakini kwa sasa nichukue fursa hii kukushukuru na kukupongeza kwa sababu tunaposoma ilani hii sasa, shule ya Wosiwosi imesajiliwa sasa, rasmi ni shule ya serikali. Lakini majuzi tu wakaguzi wamefika hapa, kwenda sasa kukagua shule Sokonoi ili iweze kusajiliwa kwa sababu miundombinu yake sasa inaruhusu kusajiliwa. Maana yake ni nini? Katika utekelezaji wa miaka hizi mitano tunaenda kuwa na shule za msingi vinne tofauti na tulivyokuwa, lakini kama itoshi, Mheshimiwa Naibu Waziri na mgeni rasmi wa shughuli hii, katika jitihada, tulikaa kama kijiji cha Lumbwa, nimpongeze mwenyekiti wake na serikali yake ya kijiji, wakabuni kuwa na shule katika kitong, vitongoji viwili vitongoji vya Losoti na Ingirati. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyewe nimefika pale na mheshimiwa DC na vizuri mimi nimezungumza na wewe, umetusuport simendi pale mbele ya hadhara hii nikushukuru sana. Kilichobakia kwa sasa ni wananchi. Na wameshakusanya mawe, wameshakusanya na kokoto, wameshakusanya na mchanga. Kwa maana hiyo huku tunakoelekea, na uzuri ulisema pale la ililahi. Pamoja na kuwa tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, lakini shughuli za serikali hazitasimama. Mimi binafsi nikiwa diwani wa kata hii kwenye bajeti hii tumeshapitisha milioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo. Naomba sana wananchi wenzangu mjivunie serikali yenu ya Chama cha Mapinduzi kwamba inafanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda wasiwasi ukaja changi sapukin, tulijenga hoja, na nichukue fursa hii kuwapongeza wenye viti waliomaliza muda wao kwa umoja wao wote, tukajenga hoja kama kata wakati huo, tukasema tunahitaji shule ya bweni. Kwa nini tunahitaji shule ya bweni? Tunahitaji shule ya bweni kwa sababu tuna mazingira magumu ambayo mtoto kutoka Wosiwosi, mtoto kutoka Laililai, hata mtoto kutoka Sokonoi anaweza akawa yupo kwenye shule ya bweni. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Mbunge, ikatupatia shilingi milioni mia mbili na sitini ya kujenga mabweni katika kijiji cha Ichangi Sapuki. CCM oye yeah. Tobiko CCM Tobiko yeah. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, wewe mwenyewe ni shahidi, tulijenga hoja hapa tukaanzia kwenye chama chetu na baadaye serikali ikatuelewa tumejenga shule hiyo na kwa sasa shule hiyo inaenda kukamilika kuwa ya bweni. Hoja yetu kwa sasa, kama unavyofahamu, kwa sababu uzuri uko ndani ya serikali, sasa tunaenda kubadilisha mfumo wa shule ile sasa iweze kuendana na shule za bweni, na tayari mipango watu wameshafanya watu wa elimu kwenye utaratibu huo, na kwa sasa shule hiyo muda wowote sasa tunapoelekea itaenda kuwa shule ya bweni hayo ni mafanikio katika elimu. Mheshimiwa naibu waziri, ukienda sekondari kama unavyofahamu 2015 20 tulikuwa na uhaba wa nyumba za walimu. Wenzangu wananchi wa kata ya Gelai Lumbwa, kama mnavyofahamu 2015, tulichanga fedha kwa ajili ya rambe ya ujenzi wa nyumba za walimu vyumba sita, ambao familia sita wanaweza wakaishi lakini baadaye fedha hizo ilisuasua serikali ikawa, kwa bahati mbaya tujafanikiwa kupata fedha mpaka tukamaliza uchaguzi 2015 mpaka tukamaliza uchaguzi 20. Kwa sasa tunapoenda kumaliza ilani hii, nyumba ile imekamilika kwa milioni sitini na tisa ambayo familia sita ya waalimu wanaishi pale. Nafikiri nikisema hivyo wote mnakumbuka kwamba fedha hizo tulipataje? Mheshimiwa Naibu Waziri, fedha hizo ni mapato ya ndani, na wenzangu madiwani pale watakumbuka fedha hizo ilikuwa zinaitwa alimaarufu fedha za REA fedha ambazo kwenye mitandao watu walikuwa wanasema fedha za REA zimetumiwa na madiwani zimeliwa, lakini baadaye tulitawanya fedha hizo kwenda kwenye miradi ya maendeleo. Kama haitoshi hatukuwa na mabweni ya kutosha, lakini tunapotekeleza ilani hii kwenye karatasi hiyo, shule hiyo tayari sasa tuna mabweni mawili, ambao kwenye ilani hii tunayotekeleza, tumetekeleza katika shule hiyo ya sekondari. Kama haitoshi hapo shule ya msingi tumejenga madarasa ambayo serikali kwa maana halmashauri walitupa shilingi milioni 30 kwa ajili ya kumalizia madarasa ambayo tulikuta 2015 wananchi wamejenga mpaka lenta, lakini baadaye serikali ilitoa milioni 30 kwa ajili ya kukamilisha. Hayo ni mafanikio makubwa ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye eneo la elimu. Lakini kama haitoshi, pale sekondari tumejenga pia na madarasa, tumemalizia maabara ilikuwa ni changamoto kubwa, lakini tumemaliza maabara katika shule hiyo. Mheshimiwa naibu waziri, eneo la maji, kama unavyofahamu kwamba katika kata yetu tuna mazingira magumu sana kwenye swala la maji, lakini tulifanikiwa kwa awamu hii ya 2025 kupata shilingi milioni mia tano kutoa maji kutoka Sokonoi hadi Manyana na tukawagawia wenzetu Waendirima. Tulipata shilingi mia tano kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hasan. Ni fedha nyingi sana, tuna kila sababu ya kumwambia mama asante. Tunaposema mama mitano tena hatusemi kwa sababu tunasema kwa sababu ametekeleza. Kama itoshi Mheshimiwa naibu waziri, unafahamu kwamba tulipopata maji hiyo, sasa serikali ya mama Samia ikatupatia tena milioni mia mbili ya kutoa maji pale na Manyara kupeleka kitongoji cha Lesoti. Ni mradi ambao kwa sasa inaendelea. Ni mshangao mkubwa, yale ni mazingira magumu, lakini kwa kuwa Samia ameonekana kila mahali na sisi wazaidizi wake tupo, ukiwepo wewe na mimi Tunaki, tumepata shilingi milioni mia mbili kwa ajili ya kupeleka maji lesoameasevawanage ajage siduininoro meloiro annajangar elesoti anae meloiro kidokisamiashe nikidokage yro bungeiashe najo kake sena nioloshashe Mheshimiwa naibu waziri kwenye eneo hilo la maji tumeboresha maji katika kata hii na nataka leo niweke wazi mbele yako, wananchi hawa waweze kufahamu. Kuna wananchi huwa wanasema wanauziwa maji. Nataka tu niseme kama kiongozi wenu, ingelikuwa huo utaratibu haipo ya kutunza miundombinu ya maji, fedha hizo tusingepata, lakini leo tunapata fedha nyingi hivyo kwa sababu tunajitahidi kutunza miundombinu ya maji. Nataka niwaombe, siasa za upotoshaji tuache, tuwape bodi ya maji ushirikiano ili waweze kutuhudumia vizuri na ipasavyo. Kwa sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi na naibu waziri, kwa sasa kata yetu hatuna changamoto kubwa ya maji, lakini kama itoshi, wananchi hawa wamechanga fedha zao wenyewe, wakajichangisha wenyewe wakajisimamia wenyewe wakafagia bwawa la mbuzi kwa karibu shilingi milioni kumi na mbili lakini kama haitoshi kitongoji cha Manyara wakajichanga wakashirikiana na Angirati na, na, na, na Endirima wakachanga milioni nne nao wakatengeneza kabwa la mbuzi ambao sasa mbuzi zao wanapata maji pale Hongereni sana wananchi hizo huduma ndio tunazihitaji Mheshimiwa naibu waziri sekta nyingine ni sekta ya miundombinu kwa maana ya barabara unafahamu kwamba elfu mbili kumi na tano nilikupitisha barabara hii ya kutoka Origira kuja Lumbwa, tulipita wote wawili, tulipita na watu wa TARURA. Lakini kwa sasa barabara hiyo, kwa sasa navyozungumza, noa zinapita, maana yake imekanguliwa, ime kwa kiwango ambacho kwa sasa inapitika atusemi imekamilika lakini inapitika, Mheshimiwa naibu waziri, wakati wakati wa mvua kwa mwaka jana iliharibu miundo mbinu ya maeneo yale, lakini serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ikatupatia fedha tukajenga kivuko ambao sasa changamoto ile imeisha kwenye hiyo barabara. Lakini kama haitoshi, juzi kwa sasa ninavyozungumza wakandarasi wako site hapo Engirirati kwa ajili ya kutengeneza koronga ambao huwa imekuwa changamoto wakati wote ambao haipitiki. Tumejenga hoja, nilikuja na DC nikazungumza pale, tulikuja na watu wa Tarura, lakini baadaye tukawaelekeza. Kwa sasa ninavyozungumza, kifuko hicho kinatengenezwa kwa hiyo barabara ile. Nataka niwahakikishie wananchi hawa kwa kipindi hiki tunachoelekea, kabla ya bajeti huu, barabara huu hiyo itakuwa itapitika wakati wote kwa maana ya wakati wa mvua na wakati wa ukame, kwa sababu serikali inafanya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sokoni wakati huu ilikuwa ipitiki, kulikuwa kuna milima ilikuwa inatusumbua pale. Ukienda sasa kwenye, ukienda sasa hapo wo unapita barabara kila siku ya kwenda Dodoma, haina tofauti na Kolo, imechapiwa kwa maana hiyo simenti imewekwa na TARURA imechapiwa kama zile milima za Kolo. Kwa hiyo wakati wote barabara hiyo inapitika. Tunasema asante sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ametufanyia kazi. Lakini tulipata milioni 31 kwa ajili ya barabara hii ya kutoka Endirima kuja hapa ilikanguliwa tulipata milioni sabini na tano kutoka hapa kwenda Lopiriki. Kwa mwaka huu tulipata pia milioni sabini na tano nyingine kwa ajili ya kutengeneza barabara kupita huku kwenda Kongoranga, kwa sababu vitongoji vile havina namna ya kuweza kuunganika kwa sasa, lakini tumefanikiwa kwa maana kwamba sasa vitongoji hivyo vinafikika kwa wakati. Mheshimiwa Mgeni rasmi, vikundi Tumekuwa na mashirika mengi ambao wametusaidia mashirika hayo, tumekuwa na PwC, shirika la kina mama imewawezesha serikali ya chama cha mapinduzi, tumejenga hoja ikatusaidia, lakini tumekuwa na WWF imetusaidia, tumekuwa na UCRT ambao ni wapimaji wazuri wa ardhi wametusaidia pia, lakini vilevile tumekuwa na shirika la World Vision wametupa sapoti katika utekelezaji huu. Ni muda ni mrefu mchache, kwa sababu ningesema yote, lakini isitoshe tu itoshe kusema ni wapongeze wote ambao tumeshirikiana katika shughuli hizo ambazo tumesifanya, Mheshimiwa Naibu Waziri. Kwa maana hiyo, katika miradi ambayo kwa kipindi hiki cha ishirini ishirini na tano tumeweza kupata bilioni tatu milioni mia sita, 92,595. Ni fedha nyingi sana, kata moja kazi imefanyika. Nataka niwaambie wananchi, tuendelee kuiunga serikali ya chama cha mapinduzi kwa sababu ndio serikali pekee inayoweza kuwaletea maendeleo. Tuendelee kumuunga Daktari Samia Suluhu Hassan tuendelee kumuunga mkono kwa sababu jitihada hizi ambazo tunawasomea, ingelikuwa sio jitihada zake, ingekuwa sio msimamo dhabiti wa serikali anayoiongoza, haya yote tusingefanikiwa. Lakini kwa kuwa serikali ya chama cha mapinduzi ni serikali yenye sheria nzuri, ni serikali yenye ilani inayotekelezeka Nataka niwaombe kwa umoja wetu, tuendelee kuiunga serikali ya Chama cha Mapinduzi mikono, kwa sababu ndio serikali inayeweza kululetea mafanikio. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Gelai, Mungu ibariki Longido, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naye, naibu waziri wa madini na mbunge wa wilaya ya Longido Mheshimiwa Dr. Steve Lemomo Kiruswa amewashukuru wananchi wa kata ya Gelai Lumbwa kwa kumwamini yeye na kumchagua kuwa mbunge na Mheshimiwa diwani Simon Oitesoi kuwa diwani na kuwapatia ridhaa ya kuwa viongozi wao kwa kuwachagua katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka elfu mbili na ishirini kupitia Chama cha Mapinduzi na kushuhudia miradi mbalimbali mbali ya maendeleo iliyotekelezwa na serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa rais Dr. Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Ninakuja kuwashukuru kwa, kwa niaba yangu binafsi kama mbunge ambaye mmempa miaka mitano awaongoze, lakini pia kwa niaba ya mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho chama kilichounda serikali iliyoko madarakani kwa kukiheshimisha na kuwapa nafasi ya kuwafanyia kazi ya maendeleo kwa miaka mitano inayoishia lakini pia kwa niaba ya madiwani wote wa wilaya Longido, ya Longido wakiongozwa na wale Wetesoi kwa kazi kubwa iliyofanyika. Tumekuja kuwashukuru na tumekuja kuwashukuru kwa sababu mlitupatia ushirikiano. Ingekuwa hamjatoa ushirikiano, haya yote yasingeweza kufanyika. Lakini ukiona maendeleo makubwa namna hii, unajua watu waliopelekewa maendeleo hayo nao hawakuwa wamelala, wamechangia maendeleo kwa kikubwa sana. Aidha, Dr. Steve Lemomo Kiruswa amebainisha kuwa zaidi ya shilingi bilioni 215 zimetumika kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ndani ya wilaya ya Longido katika hii miaka mitano inayoishia, miradi ya maendeleo, huduma zingine zinazotolewa na serikali kwenye afya, kwenye barabara, kwenye umeme, kwenye mawasiliano, tumepokea kama wilaya zaidi ya shilingi bilioni mia mbili na kumi na tano katika miaka hii inayoishia. Baadhi ya wananchi wa kata ya Gelai Lumbwa nao wamezungumza na Maasai Channel na kubainisha furaha walionayo kutokana na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya kata yao, huku wakimshukuru diwani wa kata yao, Mheshimiwa Simon Oitesoi, kwa miradi iliyotekelezwa ndani ya kata yao ambayo haikuwahi kutekelezwa hapo awalijaa na ikshi

Sasa mimi nashukuru serikali kwa maana ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Suluhu Hassan na Mheshimiwa mbunge, naibu waziri wa madini, na mwenyekiti wa halmashauri yetu ya wilaya ya Longido kwa kazi nzuri ambayo wameitekeleza. Barabara zinapitika, tunamshukuru kwa sababu hatukuwa na barabara ya kuunganisha kata ya Mndara na kata yetu ya Gelai Lumbwa, lakini kwa sasa tunajivunia barabara hiyo imetekelezwa na bado wakandarazi wako site na barabara kwa sasa hii inapitika. Kwa hiyo ni, ni, nitanguliza shukrani zangu kwa dhati kwa sababu tumejivunia kwamba tumepata rais makini na mbunge makini na diwani makini ambayo yametekeleza ilani kikisha, ya chama chetu kuhakikisha yametekelezwa keleranga naininajinaomi Daniel ngungati yeah.

mogur ikremamali pookin kigira ichukuru Mama Samia ikinchukuru orbunge kiruswa erareoki iyog kesida kigira kaishukuru oitesoi rasaki iyog kesida kigira shukuru simon tangarani taaatgalurwa amerasantoi sapukin tenebo Mama Samia tenebo bunge kiruswa inoro sipitali e inoro nkera ngisoma tana

Kuri Sudan, ne miki. Hii ni Masai Channel. Kwa pamoja tujenge jamii yetu. Mimi ni mtangazaji wako Baraka David Walamaika na mpiga picha ni Ezekiel Laiza. Endelea kufuatilia Masai Channel.